naotofatilia TV sisi ni yeah, wakali wa hii mambo kuna mambo hey, matatu kuhabarisha, kuelimisha lakini pia uh, kwa kusema tunakupa habari za hapa na pale bado tuko mgajao ambapo tumekutana na vijana mbalimbali ambao watakuwa na mambo mbalimbali ya kuzungumza. E, bwana mambo vipi? Poa sana, hebu tuambie unaitwa nani kwa majina? vipisanuambie unaitwanan naitwa Filimoni Jeremia. Uh, tuanzie hapo hapo. Kesho kuna tukio la uzinduzi wa albamu ya Power Syria, we unavoalizungumzia tukio hili, tukio la uzinduzi wa ndugu yetu Power Syria ni ne... uzinduzi moja nzuri, tunaifurahia na natuna... tunatarajia kesho tuifanye tuna vyema zaidi. Hebu uh, tuambie sasa, unavyoona maandalizi yanalingana yana au yanafanana na ukubwa wa tukio wenyewe lilivyo. Ndiyo tunavyo tunavyosikia au tunavyoona, matarajio yetu tunaona yatakuja vizuri sana kama tukio linavyo tunavyotarajia, sababu watu wanavyoizungumzia wanaizungumzia vizuri na wanaandaa na wanajiandaa kwa wingi kuingia katika usunguzio. Ni malako la mwisho kwa ambao wanakufuatilia kupitia Ebeneza 24 TV. Mimi neno langu kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia Ebeneza TV ni waambie tu karibuni sana kumsupport ndugu yetu kwa wasiria kwa sababu hii ndo albamu yake ya kwanza, na tunaipenda sana ndo mwimbaji wa kwanza binafsi anayefanya hii usunduzi katika kata yetu hii ya Mgagao, na tunawaambia sana waje kwa wingi, tunayokaribisha vyema. Hebu uh, uh, uh, uh, tu, tuambie sasa Wamasai, mna tabia, mna hulka ya kuchinja kuchinja ng'ombe, wengi kwenu sio issue. Kwenu hii mmejipangaje? tunakula ng'ombe ngapi kesho? Huku tulipanga tunakula ng'ombe nne na mbuzi sita, kwa hiyo bado tunavyopiga, tunataka watu wengi waje, kwa sababu ng'ombe nne na mbuzi sita sio ndogo, ni kubwa sana, nyingi kwa maana hiyo tu tunaposema ng'ombe nne na mbuzi sita, tunamaanisha utakuwa na michemsho, utakupo na nyama choma, utakuwa au tutarajia kitu gani? Hebu zungumza vizuri hapo. Kitakuwa na kila kitu utapata, okay. nyama choma, okay. Michemsho, wali, nyama, pilau, kila kitu utapata, okay watazamaji, okay. Ukisikia Masai hakai mbali na nyama ya kuchoma ile ile ya Arusha leo yumam. Kesho Jumamosi tunahamishia hapa Ndegao Kilimanjaro. Usipange kukosa. Sisi ni Ebeneza 24 TV. Neno lako la mwisho, tunapoondoka hewani. Neno langu la mwisho ni kwa wale watazamaji wanaoangalia Ebeneza TV Tunawaambia karibuni sana tushiriki katika e, uzinduzi wa Power Syria. Asante. Huyo ni kijana tuko na kijana pia kimasai hapa. Hebu mambo vipi? Sio kijana, ni MC. Okay, hebu <laughs> tuambie kamanda, tuambie MC tuko rai na tunawakaribisheni sana katika tukio la uzinduzi wa ndugu yetu Power Syria ambaye anafanya kesho usinduzi wa albamu ya kwanza, tunasherekea. Tunakukaribisha sana wapendwa wote mfike, tuendelee. Tuanzie hapo hapo kwa majina, unaitwa MC? Naitwa MC Simeon Saris. Ah, MC Simeon, nafikiri waweza kuwa MC wa tukio letu la kesho? Ndio. Okay, hebu hebu hebu tu tuambie sasa umejipangaje kukabiliana na tukio la kesho? Nimejipanga kwa hali na mali, na nimejipanga niko vizuri, na nimeandaa namna ya kuleta sasa. Sasa. Hebu uh, tuambie anza kutushawishi kuusiana tukio la la kesho, kwa maji ukoje? Uh, vyombo vya muziki vikoje? kamati ya maandalizi ya chakula ikoje? hebu tupeleke kule kwenye tukio lenyewe kwa ujumla, mgeni rasmi, mambo ya viti, mambo ya majukwaa, ili imekaa kaje hiyo tukio, tukio, tukio kwa ujumla? Ni kwamba tunamsherekea Mungu kama vile kufanya usimulizi wa albamu za nyimbo za Injili, lakini tunaendelea kukuza vipaji maalum ya watu watakaomtumikia Mungu, kama Power Syria ambaye amelika kwaya mbalimbali. Tutakuwa na waimbaji kutoka Kenya, tutakuwa na waimbaji kutoka Tanzania, wote tunawakaribishieni. Solo langu la mwisho kwako, kwa mwimbaji ambaye atamani baada ya kuona video hii kesho awepo, mnaweza mkampa nafasi ya kupata nafasi ya kuimba na ataimba pamoja nasi, tutaendelea tunasamu tutakata kabila la Wamasai. Sherehe bila nyama haiendi. Umejipangaje? Tumejipanga vizuri, tunachinja ng'ombe nne na mbuzi, na tutakuwa na hafla ya kula tu. Eh, bwana wanasema tutakuwa na hafla ya kula, na kwa Masai kwa kuchinja ng'ombe kwao sio ishu. Ile ya Arusha tunaenda kuifanya hapa Mwanga, Kilimanjaro, eneo la Ngagao. Eh, bwana huyo ni MC, ni Masai, lakini ni MC mzuri kabisa, ambapo tumekuwa tukifanya naye kwa matukio mbalimbali, ambapo ni wako la mwisho kabisa kwa wale ambao wanatufadhilia kupitia Ebeneza 24 TV. Neno langu la mwisho ni karibuni sana, mjisikie kesho, tutakuwa ni, na tarehe tano mwezi wa nne na ni tarehe yenye shamra shamra kwa kila mtu. Eh, bwana hii haijawahi kutokea kwa kanda kaskazini hususan maeneo ya Mgegao ambapo mambo ya MC amekaa vizuri, kama amezungumza ambavyo amezungumza, ndiye atakayekuwa MC, ndiye backup ya sauti zote. yeah, yeah, na siku ya kesho. Lakini pia amezungumza, vyombo vya muziki vitakuwa viko safi, lakini pia mambo yote kabisa kuhusu na upambaji, lakini pia waimbaji ambao watakuepo watapata nafasi nzuri kabisa za kuimba. Mambo yote maandalizi yako asilimia tisini na tano zinazobaki tano i muda wa nini kifanyike na wakati gani. Asante sana, tunaondoka hewani sisi, ni Ebeneza 24 TV Asante sana kubaki nasi eea, Tofauti TV pale YouTube, Facebook, Instagram. Kazi yako tu ni moja tu, subscribe, comment, like na kushea iende mbali sana. Sisi tumeamua kwamba kesho tutakuwa Masaini uh, Mgagao, Kilimanjaro. Wewe je? Asante sana.